Funga safari Clement Mzize, ni yeye, Clement Francis Mzize. Anampindua mtu, fanya tackling bora mno, Abdulrazak Mohamed Hamza. Zinakamilika dakika mechi ambayo ilikuwa iamua bingwa hatimaye imeamua kuwa ni Wananchi Young Africans jigidi, screen protector anatoka na klinshit nyingine katika dabi ya Kariakoo, Milud Hamdi kwenye vitabu vya historia na kumbukumbu ya Young Africans akipa Yanga ubingwa, ubingwa wa 31. Yes, ni ubingwa wa 31. Fadl Rahman Davids anatakiwa kujaribu tena msimu ujao kama anataka kuingia kwenye historia ya kuipa Simba ubingwa wa ligi kuu. Amefanya alichokifanya kuingia fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini Eli Mpanzu aliyesemwa kwamba haiwezekani kutoa ubingwa bila kumkaba yeye, wananchi wamelifanya hilo, wamelikamilisha, wa na wameliweza, wa dakika tisini za machozi, jasho na damu. Fabrice Luamba Ngoma, upande wa pili ni Maxim pia Nzengeli ambaye anafurahia si tu ushindi dhidi ya watani wa jadi bali anafurahia ubingwa wa thelathini na moja wa wananchi, a Young Africans, Pado Pacom zuswa magoli kumi na mbili akifunga na akihusika kwenye magoli ishirini na moja ya Young Africans, wakati Clement Mzise akiingia na kwenda kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi cha Young Africans katika safu ya ushambuliaji hiki ndicho ambacho ametumwa na Mirudi Hamdi na amekifanya. Hiki ndicho ambacho wananchi walikuwa wanakitaka na wamekipata. Dixon Nixon Job akifurahia kile ambacho wananchi wamefanikisha kwa msimu 2024-2025. dakika tisini za machozi jasho na damu. Dakika tisini za dhabi ya Kariakoo. Yanga Sports Club mbili Simba Sports Club sifuri katika grand final ya ligi kuu ya NBC kumbuka, ni mchezo ambao unatanguliwa ama utafuatiwa na sherehe za kukabidhi taji la ligi kuu ya NBC kwa msimu huu wa 2024-2025 ambalo litakabidhiwa kwa mara nyingine tena kwa wananchi Young Africans. Majonzi ni mazito sana kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Majonzi ni makubwa kwa Msabila Miraj Safari ya kutoka Somanga Bariadi si ndogo. Safari ilikuwa ni ndefu mno, lakini unapofika kwa mafanikio, furaha inakuwa ni ya kiwango cha juu mno. Hii ndiyo furaha ambayo wanayo wananchi Young Africans. Hii ndiyo furaha ambayo kwa upande wa pili imekuwa majonzi kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Kama dua haikuhusu kaa mbali na chetezo, ndicho ambacho <laughs> wananchi Young Africans wanakifanya.